Yes, yes, welcome Senko. Kama unataka kwa kwanza kwa pata kwa chale yetu sub, subscribe like, kushare na comment. Katika katika video ya leo tunaje kuelezea vituo vituo vya usaili katika kada ya afya na na kada ya ya elimu kupitia kwa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Hivi ni vituo vya usajili wa maojiano. Usajili wa maojiano unatarajiwa kuanza taree tarehe 23 tano, lakini kuanzia tarehe 13 na hapo mpaka tarehe tutakuwa na tatu o mpaka tareh wa mchujo huu na wa mchujo, vituo vyake vipo kwenye akaunti ya mhusika mwenyewe, mwenye usika kwenye akaunti yake, pale ambapo atabonyeza application ataona kwamba imepakiwa kituo gani, kwa wanaoanza na, na usaili wa, wa mchujo na tunasema kuandika lighten. Lakini kuna wale ambao wapo selected kwenye oro, lakini hawajiwekewa vituo vyao vya kufanyia interview. Kwa hii ndio list ya vituo vyao vya kufanyia interview kulingana na ile tunasema address ambayo ulijaza pale ambapo tunasema ni permanent au current. Kwa hapa kuna mikoa na Wazanzibari kule ambao Pemba na Unguja, wao wanakuwa, kwa mfano wa Unguja wataenda kwenye jengo la ofisi ya Rais, katibu sheria utumishi wa umma na utawala bora. Watu wa Pemba wataenda katika chuo cha mafunzo ya amali Vitongaji. Lakini wale wa Arusha wataenda shule, shule ya msingi Arusha pale. Wale wa Dar es Salaam wataenda shule ya ya msingi Olimpio. Lakini wale Dodoma atenda ofisa sekretari ya ajira katika utumishi wa umma hapo. Tambo Kaleri. Watu wa Geita atenda shule ya sekondari ya wasichana ya Nyankumbu. Watu wa Iringa wote watenda katika shule ya Lugalo. Watu wa Kagera atenda katika shule ya Yungo. Watu wa Katavi atenda katika shule ya wasichana ya Mpanda. Watu wa Kigoma atenda katika shule ya Mawenzi, Kilimanjaro. Watu wa Lindi tena katika shule ya sekondari Lindi. Watu wa Manyara tena katika shule ya sekondari Babati. Watu wa Mara tena katika chuo cha maendeleo ya jamii Uhare. Watu wa Mbeya tena katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia Musti. Watu wa Mgoro tena katika chuo kikuu cha kilimo Sokoine pale Sua. Watu wa Mtwara tena katika shule ya sekondari la leo. Watu wa Mwanza Alyansi hiyo watu wa Njombe shule ya sekondari Njombe, watu wa Pwani wataenda katika taasisi ya elimu ya Wipas Kibao, watu wa Ruko, watu wa chuo cha ufundi wa study Veta na eneo na kadhalika, na kadhalika, na kadhalika. Sasa hapa maana yake ni nini? watu wote wa mkoa waliojaza mkoa usika lesa, labda mfano sisi tume, labda, mtu kajaza tanga Tanga, kwa hiyo Tanga kama Tanga wataenda kwenye shule ya sekondari Ganos katika usaili wa mahojiano. Mfano, walimu wa chemistry na biology wanaanza usaili wa written tarehe kumi na tatu na tarehe kumi na nne ambapo hapo kama mtu atafaulu kwenye usaili huu wa written ambao utakuwa ni kwa njia online, basi atahitajika tarehe kumi na saba na tarehe kumi na nane kwenda katika vituo vyake vya usaili wa mahojiano. Mfano kama kama mtu ulijaza Tanga, ajalishwe ni wilaya gani, lazima ufike kwenye shule ya sekondari ya Lanos na kuna wale walimu wa wa, wa, nani wa diploma wa physics, mathematics, diploma biolojia na diploma biolojia, wao wanaanza kwenye kwenye oro, wao wana writing, lakini chemistry diploma wao wanaanza na, na writing ambayo tunasema hii itakuwa njia ya nini? Njia ya online. Kwanza fuata channel yetu sau ku -subscribe, ku -like, ku share na comment. Hivi ndio vituo vya usaili wa mahojiano tarehe 15 hadi tarehe 23 Disemba tano. Tarehe 15 I think wataanza wa physics diploma, eh, physics wa kituo, yawekwa, vitakuwa, walimu wale degree. Kila mtu ana tarehe yake ambayo ameandikiwa hapa kufanya interview kwa Limu Arts. Endelea kuvuta subira, subiria, fuatia channel yetu. Nitaweka hapo linki ya channel yetu ya WhatsApp, uifollow ili uendelee kupata news mbalimbali mbali, kipindi ninapoupload kutoka katika video yao chao.